Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii nchini Nigeria, katika jimbo la Kano, jimbo ambalo linatawaliwa na sheria za Kiislamu. Jeshi la polisi katika jimbo hilo limefahamisha kuwakamata w watu 20 ambao wamekutwa na hatia ya kosa la kula mchana katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani katika jimbo hilo ambapo sheria ya Kiislamu inatawala, mkuu wa jeshi la polisi katika eneo hilo amefahamisha kwamba ni wajibu kwa Waislamu katika jimbo hilo kuheshimu sheria ya Kiislamu. Na watu wengine watano ambao wamekutwa na hatia ya kuweza kupika na kuuza chakula mchana wameweza pia kukamatwa na kujumuisha pamoja na wale ambao waliokamatwa wakiwa wakila kila mchana, huku jeshi la polisi likifahamisha kwamba watu hawa tayari wamefikishwa katika mahakama ya kidini ili kuweza kuhukumiwa na katika mitandao ya kijamii kumeonekana mitazamo tofauti, na kutajwa kwamba katika jimbo hilo sio Waislamu pekee ndio wanaoishi katika eneo hilo, na wale wasiokuwa na imani hiyo wanatakiwa kuheshimu tamaduni ambazo zimewekwa katika eneo hilo, huku wengine wakifahamisha kwamba sio watu wote ambao wanaolazimika kufunga, huku mitazamo mingine ikifahamisha ya kwamba kitendo cha kufunga ni ibada ambayo inamhusu mtu binafsi, na yule ambaye atakayeamua kula mchana basi ni yeye pamoja na mola wake na sheria hiyo katika jimbo hilo huenda ikasababisha mvutano katika jamii, kutokana na uwepo wa watu wa imani tofauti katika eneo hilo. Na vile vile katika swala zima kuhusu usafiri, usafiri wa umma katika eneo hilo, usafiri ambao unatumiwa na watu wengi na rahisi katika eneo hilo, unatajwa kuwa ule ambao unaofahamika kama bajaji na bodaboda, huku madereva wakitolewa wito kuweza kuwatenganisha abiria wao kutokana na jinsia zao na sio kuwaweka pamoja wanamume na wanawake la sivyo nao pia watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu watu hawa kuweza kukamatwa kwa tuhuma za kula mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria? Tuachie mtazamo wako.